Mchangano kabla ambapo hamjauliza maswala, nafikiri ni kikosi kama ambapo mmesikia cha chezaji ishirini na nane ambao tutaondoka nao wote kwa jumla, then baada ya mechi ya tarehe sita napofanadafana kuna wachezaji wa Simba na Yanga watarudi, so possibility tunaweza tukakaa zaidi ya tarehe kumi na tano sababu mechi ya kwanza tunacheza tarehe Uh, kwa mashina na enka, uh, kwa saba, mechagwala na tarehe saba, ya pili tarehe kumi na moja. Kwa wala wachezaji wote wa Simba na Yanga watarudi, and then kikosi ambacho kitakuwa kimebakia nafikiri na pili kama wachezaji ishirini, tutaendelea na mashindano, kiprogresi tutaendelea na mashindano, kwa hivyo, nafikiri hivyo hivyo. Kabla hamjauliza maswala, maanake watu wengine watauliza stidabi, nini na nini. Kwa watu mapa permission na wachezaji ambawa zitimu kubwa. Goalkeeper, Yakub Suleiman. JKT, Alice Ali Salim Simba, uh, Hussein Saranga Singida, Anthony Remy Azam, Miraji Abdala Coast, Shomari Kapombe Simba, uh, Lusajo Mwaikenda Azam, Vedastus Masinde TMA, Wilson Nagu JKT Mohammed Hussein Simba Ibrahim Ame Mashujaa Pascal Msindo Azam Alfos Mabula Shama KFC Azerbaijan Ibrahim Abdalla Yanga Dixon Job Yanga Abdurahim Ab Baus JKT Idrisa Stambuli Mashujaa Abdrazak Mohammed Simba Ahmed Papino Pipino KMC, Yusuf Kagoma Simba, Cehana Amis Yanga, Faisal Salu Azam, Valentino Mashaka Simba, Kibudenes Simba, Simon Msuva Atalaba S, Iraq Idis Lema Nado Azam Mishano, Daudi, Ken Gold, na Suleiman Malim Waidad. Kwa hivyo hawa ni wachezaji ishirini na nane ambao tutaondoka na utaeka tarehe pili t tarehe pili tarehe tatu tutaondoka kwa ajili ya hizi hizi mechi. Labda ni tu mchanganuo kabla ambapo hamjauliza maswala, nafikiri ni kikosi kama ambapo mmesikia cha wachezaji ishirini na nane ambao tutaondoka nao wote kwa jumla. And then baada ya mechi ya tarehe sita na Bafana Bafana kuna wachezaji wa Simba na Yanga watarudi. So, possibility tunaweza tukakaa mwa zaidi ya tarehe 15 kwa so, sababu mechi ya kwanza tunacheza tarehe uh, kwa mashana na seka uh, kwa sababu mechi ya kwanza tunacheza tarehe saba ya pili tarehe 11, kwa hivyo wale wachezaji wote wa Simba na Yanga watarudi, and then kikosi ambacho kitakuwa kimebakia nafikiri kama wachezaji 20 endelea na mashindano ki- tendelea na mashindano. Kwa hivyo, nafikiri iko hivyo, kabla hamjauliza maswala, watu wengine watauza stidadi nini ambao wa timu kubwa waze kurudi na wengine wengine, tuendelee. Nafikiri mechi ambazo very potential kwa wale wengine ambao watapata nafasi nini zaidi, tumeangalia tuna chan cha kwanza ambayo nafikiri August. Kwa hivyo, uh, kwa hivyo uh, tunajaribu kuona uh, potential baadhi ya wachezaji ambao, kwa maana tuna vikosi viwili ukiangalia wale ambao seniors ambao all the time tume tumewazoea wanacheza kwenye klabu kubwa na wengine ambao ni wana wana wana, wana, wana, wanachipukia. Kwa hivyo kwa maana tunajaribu kumiss, kwa hivyo tuna chan, lakini tuna Afcon 2027 nafikiri hizi mechi zitatusaidia kujaribu kuprogress wale wachezaji ambao wa up-up upcoming, si ndio? na kuzama au mnazaji hapa under 20 au mspika ma 4 wa 5. Kwa hivyo tumeangalia kwa upana wake, hizi mechi ambazo tunazipata ni opportunity tuweze kuchukua wachezaji kwenye mechi za moja kwa moja, kwa mechi za mashindano sio. Of course ni mechi za mashindano lakini, kidogo zina ile intensity yake, ndio. Huwezi kumchukua mchezaji ukamjaribu kwenye mechi moja na Morocco, Algeria, Egypt. Kwa hivyo na mechi nyingine kuzipata ndo ndo kama hivi. Kwa hivyo tumeangalia kwa upana wake, tumeangalia picha kubwa sana, sio kwa future ya wachezaji wetu. Wachezaji ambao unawataja wengine, ndio wanamalizika, kama kina Samata, kina nani, kama Bongo, lakini chengine ni ni kusema key players kama Samata. Bahati nzuri nimejaribu na kuongea na wachezaji wote wale key players, kwa sababu tunataka kwenda serious na mechi ya Bafana Bafana, ndio on target ya mechi yetu ambayo, uh, ni kibadet, ah, uh, kapteni, ah, uh, nimeongea naye kwa upana wake sasa, lakini Kanambia na hayuko vizuri dokta, ke, kwa sasa. Ye mwenye pasma. Na mjaribu kuuliza na dokta wake. Kwa me wamenipa majibu. Nimejiridhisha. Ni, ni, kwa hivyo nafikiri ni... Tumuache kama alivyo. Bado tunamhitaji katika zetu za mbele. Now same story. Iko hivyo hivyo. Ana hamstring ya mbao kwa muda mrefu nafikiri. Na hata kwa mchili kwa timu yake hachezi mara kwa mara. Kwa hivyo tumuache na mzize. Ana struggle. Ana, ana, ana hamstring vile vile. So. Muda. Muda. Kwa hivyo si swala la kurupuka. Nimeongea ni, ni nao na madokta hao. Kwa hivyo nafikiri iko hivyo. Mimi nafikiri national team ina wachezaji wengi na upana wake, sio? Na ukitizama tuna karibu vikosi viwili vitatu, sio? Kwangu mimi hakuna, hakuna mvurugiko wowote, sio. Some players ni wachezaji wa nane tu, na kwenye timu kuna wachezaji, wachezaji ishirini, si ndio? Kwa hivyo mimi nafikiri hakuna hakuna tatizo, na tumejaribu kuliangalia hilo, na naamini wachezaji ambao wanabaki wengine wanaweza kapasitet na wakafanya vizuri, sio e? kwa sababu swala rahisi, sijapata pugo yote sio. Mimi nasikia kwenye vyombo vya habari tu, kama sijui wewe una taarifa hizo, una pugo yote kama tayari au umekuwa registered resident? Mimi bado sijapata taarifa hiyo. Sasa uh, wakati nitakapopata taarifa kama ni mchezaji mzuri kama ashapata uraia, kwa nini tusimuite? Mbona Kibu anacheza? Kwa hivyo mimi mimi nasikia juu juu tu, sisi yes yes, ya prove yote si mwisho. Nasikia kuna kesi sio, kama imeisha au vipi sijajua, kwa ufupi. Kwa hivyo tuna akitokozea mtaji mzuri, amekuwa resident, ame- prove, tutampa nafasi tu, hakuna tatizo lolote. Sasa kwa cyber dos kuris, kwa sababu sija sija sijapata taarifa yote kwa sababu hiyo. Um, of course nafikiri kwa kwa kipindi kifupi tu, sababu Nova anaanza kurudi sasa hivi kama kwa mazana nafikiri Nova amekuwa injury kwa muda mrefu na hamstring. Kwa hivyo, kwanza mechi na Morocco, amecheza mechi moja tu ya klabu yake sio juzi. Kwa hivyo nafikiri ana, na, ana, anaanza ku recover uh, Mzizi alikuwa anapata injury hata sio kwenye national team, alikuwa anakuja, alikuwa hatupi 100%. Kumbe alikuwa na infection na na daktari wake ame improve na ana recover, anaanza mazoezi mbele si. Kwa hivyo possibility ya kumpata muda si mrefu, tuna tunaona kama kitu kama muda ana struggle bado ana struggle, sijapata taarifa yake kwa muda mrefu kwa atachukua muda gani, lakini nafikiri na yeye uh, haitochukua muda mrefu, na naamini kwamba kwenye mechi zinazofuata tunaweza kuwapa. Kwa kujua mbinu tactics, sio e, mimi nafikiri kila kila mashindano una unajiandaa kwenda kushinda, si ndio? Uh, kwa hivyo tumepata tumepata hii opportunity ya kushiriki kwenye mashindano kwa sababu ni mashindano makubwa katika ukanda wetu. Kwa hivyo tume of course tunajipanga kwenda kushinda. Na naamini kwamba kwa kikosi ambacho tunacho tuna tuna tutafanikiwa e, malengo yetu. So, kimbinu maana, kama utaziona mechi ambayo tutakuwa tutacheza, utaona vipi tunacheza uweze kusema sasa, hiyo kimbinu nini, kwa sababu bado nataka kufahamu zote, hatujui tunakutana na mtu aina gani. Nafikiri yes, sio, utafanya mbinu wakati tushamjua, unaanza na opponent wa aina gani, how is strategy, kwa sababu ni mapema mno, sio? Lakini kila tukikutana nao tutaweza kujua tunatumia mbinu aina gani. Kuhusu sana kwa sababu team tofauti sio, zina strategy, zina falsafa tofauti. Kamera afiri, kuna vitu viwili tofauti hapo. Uh, of course league yetu ime improve, iko iko kubwa katika ukanda wa Afrika. Uh, kuna baadhi ya maeneo yana changamoto, kuna baadhi ya maeneo tuna uh, tuna nini, wazalio wetu wanaonekana wana improve kwa hivyo mimi sioni ugumu kwa sababu ni ligi ambayo ime imeshena wachezaji wengi, maana kuna foreigners kuna kuna local players ambao tunawahitaji kwa sasa. Kwa hivyo kuna nafasi zina zina changamoto, mfano goalkeeper ni nafasi ambayo ina ina ina ina changamoto, na ndio kaona kama kuna makipa yetu wazuri lakini hawapati nafasi ya kucheza, kwa hiyo ni nafasi ambazo zina zina zinaumiza kiasi fulani, sio ah, uh, lakini mimi nafikiri tuna tuna tuna ukishakuwa national team coach hakuna ugumu kwenye ku select national teams, ni kazi yako kufanya hivyo, na maana ndio maana tunajaribu kupambana, sio kuhakikisha kwamba tunapata kikosi kizuri ili kuweza ku compete na mashindano ambayo timu ya taifa ina wachezaji wengi na kila Mtanzania, na bahati nzuri wachezaji ambao uehn kwenye club najua energy yao ipo vipi mchezaji uh, pale ambapo ana performance ni wajibu wangu kumuita kwenye national team. Mfano sasa ndio mfano, si ndio? Lakini una unatazama ile nafasi ambayo wanacheza wewe una wachezaji gani? Kwa hiyo na moja unaweza kukuta kuna wachezaji watano. Lakini yeye yuko kwenye wewe una wachezaji wawili. Yeye yuko kwenye level ya wachezaji wanne. Unamchagua aje? Sinaelewa una una unaelewa kwa msani yangu. Kwa hivyo mimi naamini ni mchezaji mzuri na bahati mbaya, zile mechi nazipata chache mno, sio? I wish tungekuwa tunapata mechi nyingi ili upate nafasi ya fursa nyingine ku kuwapa nafasi. Kwa hivyo, kwa hivyo mimi naamini kwamba ikifika time wakati sahihi wa ku wa kuja waku, waku, kwenye national team atakuja tu. Tazame hata pengine umeona hawa wawili lakini mimi naamini kuna wengine zaidi hao, sio? Kwa hivyo ni ni ni, ni fursa kwa wengine. Lakini ukipata hizo mechi